Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Onyango, Masaibu Onyango, uh -huh. Oh, nilikuwa nafaa kwanza Masaibu <laughs> ya Onyango Exactly. <laughs> Lakini unajua ukivaa yellow sweater <laughs> unaweza sahau <saao. laughs> <laughs> Niseme masaibu ya Mutua hapa <laughs> na hapa <laughs> Maliza na ya <onji. laughs> Onyango, siku moja ameenda police station. Mhmm uh -huh anataka kuongea na mwizi ambaye aliingia kwake usiku na kuiba. uh -huh. Ameingia police station pale, anaambia police officer, can I talk to that thug ah uh, I want to talk to that thug. uh -huh. Ameingia police station <laughs> sasa polisi akamwambia hawezi kuongea na mfungwa. uh -huh. hmm? kwa sababu utakuwa na wakati wako pale kotini. yes. Wakati sasa unaambiwa ilikuwa namna gani aliingia kwako, namna gani, mambo kama hayo uh -huh. polisi akamwambia no way mm. toka toka toka, enda wewe <laughs> <laughs> ndio ongea na mfungwa saizi hizi? mtaongea na mfungwa wakati mko kotini <laughs> anaitwa mshukiwa mm. yes. yani, yeah, mshukiwa wakati huo pole exactly. bado ni mshukiwa uh -huh. <laughs> Onyango oh, akaangalia yule polisi, akaangalia yule police officer, akamwambia no no no no no no no no no no no no no no no